Ikiwa ni siku ya mwisho kabisa kwa mwezi huu wa tatu, jina langu ni Fonamure. Tuandamane hadi tamati kwa taarifa zetu, mtazamaji. Tuanze taarifa hizi na taarifa kwamba shule ya upili ya wavulana ya Bungoma inajivunia kuwasilisha miradi tisa ya uvumbuzi kwenye maonesho ya taifa ya kisayansi kwa shule ya upili, maonesho yanayotarajiwa kuandaliwa mwezi ujao, huku wito ukitolewa kwa serikali kutwaa baadhi ya uvumbuzi ili kutatua changamoto katika sekta tofauti humu nchini. Mwanahabari wetu Klea Nyako anatukunjulia jamvi la TV Magharibi jioni na taarifa hiyo kwa kina, eh. <todina> Baadhi ya uvumbuzi uliowasilishwa na shule ya wavulana ya Bungoma ni mtambo huu wa kupima maji na mafuta kwa kutumia simu ya rununu bila ya kuwepo kwa mhudumu, wanafunzi hawa wabunifu wakisema uvumbuzi huu utasaidia kukabili visa vya vi uchafuzi wa mazingira you might find people buying water, In the current situation, using water dispensers, whereby they're using the use of a button, which needs current maintenance over and over again, hence not being cost effective. In the current water dispensing systems, you can see that situated in a lot of places, whereby there is need for an attendant to be there and be available so that the system can work without corruption. This increases the rate of corruption in the everyday life. So our system is automated. Hence there is no way of which we are going to touch the water dispensing system at any given time hence to reduce on how on the effect of touching the water dispensing system. Mwalimu msimamizi wa miradi ya wanafunzi hawa Philan Murunga, anadai shule hii imekuwa ikifanya vyema katika miradi ya uvumbuzi, hatua ambayo imeweka shule hiyo katika ramani ya kitaifa, akitoa wito kwa wanafunzi kukumbatia somo la sayansi ili kuimarisha uvumbuzi. In the year 2022

in the nine projects that you are taking to the national they are from different uh, categories like this one is in engineering it was the best and uh, is uh, a best uh, the best uh, innovation because uh, I have not seen it anywhere in this country I therefore want to uh, urge the government of Kenya let uh, this research not just remain as an idea but uh, let it be implemented Wanafunzi hawa wavumbuzi wanapotarajiwa kushiriki kwenye tamasha la kitaifa katika kaunti ya Embu, mwalimu mkuu wa shule hiyo Enock Andaje ana matumaini kuwa watazidi kufanya vyema katika miradi yao, akipongeza shule hiyo kwa kufanya vyema masomoni na pia kwenye michezo. E, tunachukua we have three pathways eh, tunachukua zote, tunachukua zote. Kwa sababu ile sports tuko hizo ambazo mnaona kuna stem tuko, tuko pale, halafu tuko na ile social science, tunachukua zote. Mbali na hayo, Bungoma High School is an integrated school. Tuko na special needs students here, na iko na is a very elaborate uh, unit unit, iko hata na mwalimu ambaye anasimamia idara hiyo sasa. And uh, you know in western region tena, we are eo nikiarifia Runinga ya Magharibi kutoka kaunti ya Bungoma, jina langu ni Clea Nyako.